tazungumza hii ni imani kubwa sana, na tunaomba nyinyi viongozi wetu mzidi kuangalia hii, maanake sasa mkiangaliaga eh e, mkiangaliaga itakuwa haitaharibika, tutakuwa tunatumia vizuri na itakuwa ni baraka kubwa. Shirika hili nitasema asante, alizidi kuendelea maisha yake nzuri sana nzuri. Nafurahi maji kwa kusema kweli, atatufaidi sana. Kwanza mimi nikisema nikiwa hapa mwanakijiji wa Mwazambo, tumeona ni maajabu maana tulikuwa tunasumbuka wakati wote kutafuta maji, lakini leo hii tumepata maji. Naombea inshallah Mwenyezi Mungu asaidie ile shirika waendelee, maana wameponya pakubwa sana. Na Mungu awezeshe kwa kila hali. Anton John Peruzi na huu mradi wa mtumiki wanatusaidia sana. Tunaona hata mboga zinachipuka mzuri, kwa mradi ya mifugo inafanya mzuri, watu wanakuja wakiteka kwa feeding trap pale. Maji yako ako sawa isipokuwa pange turuhusu tukapeleka pale maji manyumbani kwetu tukafaa. Miradi mizuri, hatukutarajia kama tunaweza kupata maji hapa kama haya. Lakini mimi nimemshukuru sana Mlungu mrasimie sana sana. Kwa ya wa mama wa Sechu tumewashukuru tena zaidi. Kwa wamama najua ndo wanapata shida na, na maji. Si ndio wa mama? Nyinyi ndo mnapata shida ya maji, lakini sasa maji yamefika. Tupige Mungu vigelegele, jameni. Eh, eh, amen. Maana ni mambo makubwa Mungu ametenda. Mimi nimefurahi sana tena sana kwa sababu ni mambo makubwa tumetendewa hapa Sechu. Hatujawahi ona na kiongozi ametenda mambo kama haya, lakini Mungu ametuonekana, si ndio? Na hii kazi mdumiki, tunasema kwamba hongera kwa hatua hii ambayo umeifanya, na nataka tumpigie mdumiki makofi mazuri. Nataka pia nishukuru kwa sababu kazi hii tangia ianze, uh, vijana wa hapa mtaani setu tulipata nafasi na tukafanya kazi na kwa ajili ya hilo tunataka kusema kwamba asante na Mungu akubariki, na hata wakati mwingine kazi yoyote itakayotokea mheshimiwa, sisi vijana hapa mtaani utuweke mbele, na Mungu atubariki. Nikuwa nafasi hii kwanza kumshukuru Rais William Samoei Ruto kwa kutupatia ufadhili wa hizi miradi miwili. Zimekuwa ni miradi za muhimu sana, maana tukiangalia hapa Mwazambo ni ma area yote hii hawa watu wako na shida ya maji. Na hivi unavyotuona tukiwa hapa, tumeshuhudia kabisa maji mengi ambayo ni mazuri yaliyotoka kwa hizo boholes mbili. Kwa hivyo ombi langu tu ni kwamba tuendelee kusaidia ama kulinda hizi miradi kama vile tumeendelea kusema, na wananchi na committees zinazohusika basi wapokee hizi miradi ziwe wazi own, acha niseme hivyo kusudi zisaidie wananchi kwa muda mrefu. La pili ni kuendelea kuomba Mungu pia atusaidia atupe kibali, maana bado maeneo mengi ya Mwatate hayana maji. Kwa hivyo tunaendelea kuomba kubishe milango kwa serikali na kwa agencies na zingine, ili tukaweze kusaidika na boreholes zingine, ili wananchi wetu wakaweze kupata maji, maana tunavyoelewa, maji ni uhai, bila maji hakuna uhai. Kwanza ningetaka niseme kwamba imewezekana kwa sababu ya ushirikiano wa viongozi. Kwa mfano kama hii e, mheshimiwa Peter Shake ambaye ni mbunge wa Mwatate katika ushirikiano wake na National Government pamoja na sisi implementing agency ili kuja kufanikisha mradi kama huu. Na katika mradi unapokamilika kama huu na watu wanataka pengine maji yafike mpaka majumbani mwao, hiyo inaweza kuwa long term plan ambayo inawezekana ila tu lazima ifahamike kwamba uh, itakuwa sasa sio wajibu tena wa Coast Water, ila wala sio wajibu pia wa mbunge, ila ni wajibu wa county government kwa sababu water is a devolved function. Water is a devolved function. Water is a devolved function, kwa hivyo sisi tunapoleta mradi kama huu sasa ni wajibu wa county government yoyote ile ambayo ule mradi upo, waje wajaribu kufanya miundo msingi ya kusambaza maji yafike mpaka hadi vijijini hadi kwa majumba ya watu katika makubaliano yao ambayo watakuwa wamewekeana, lakini kufikia sasa nafikiri national government eh, kupitia kwa ofisi ya mbunge na implementing agency imeweza kufanya ile bottom up approach ambayo kusema kweli, mwananchi wa chini tumemfikishia maji karibu zaidi.